Msanii wa muziki wa Singeli kutoka hapa hapa nchini Tanzania, Meja Kunta ameweza kumjibu Baba Levo, B Baba Mijumba. Yote hii ni mara baada ya baba Baba Levo kwenye place ambayo aliweza kufanya e, hapa hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, Johari Rotana, na kuweza kusema kwamba e, katika chat ya wasanii e, bana mia moja na kumi basi msanii e, Meja Kunta yeye hayupo katika hiyo chat na aliweza kumchana. Lakini kwa mujibu wa yeye, Meja Kunta ameonekana kabisa hakuweza kupendezewa na kile kitu ambacho b Baba Levo, Baba Mijumba aliweza kukizungumza kwamba katika ile top e, chati ya wasanii kutoka mia moja, e, kutoka moja, mpaka mia moja na kumi basi msanii Mejakunta yeye hayupo. Sasa Mejakunta yeye ameweza kuandika ujumbe huu kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kuweza kupakia video ya e, Baba Levo akiwa anazungumza maneno haya kwamba yeye Mejakunta hayupo kwenye hiyo e, chati kutoka moja mpaka mia moja na kumi, hawezi kuingia kwenye hiyo chati. Sasa yeye Mejakunta ameweza kuyasema maneno haya kwamba ndio mimi niko mia na kumi, wewe ni msanii namba ngapi wa Bongo Flava pua kama taa, akawa amemaliza eh. Hivyo sasa imeonekana kabisa kama vile Baba Levo pamoja na Meja Kunta we, wapo na kabato fulani vikachini chini chini baina yao. Yote hii ni mara baada ya Baba Levo pia kumkandia pale kusema kwamba eh, sasa hivi kuna wasanii ambao wana, wana rise lakini sio Meja Kunta. Ukisema kwamba aanze kutaja list ya wasanii ambao wameibuka kasi sasa hivi ni kama vile unaweza ukasema labda wakina dogo Kpzo, wakina Sergeants, eh, wakina dogo ndio watu ambao pengine wanaweza kukaa kwenye hizo chats ambazo pengine labda e, wewe mda wa burudani ulitegemea kwamba labda Meja Kunta angekaa katika top five, lakini kwa yeye upande wa Baba Levo ameonekana kabisa kwamba kumkataa e, kabisa Meja Kunta. Lakini mmoja kati ya watu pia ambao aliweza kuwapandisha, e, kwenye namba za juu, mmoja kati ya watu ambao wanajisifu kwamba wao, e, ni mmoja kati ya A list kwenye muziki wa Singeli basi, ni Dula Makabila. Ye, lakini yeye Baba Levo alimweka, alimweka namba kumi na moja huko. Mashabiki wengi sana wa burudani walitegemea labda pengine e, Meja Kunta ataenda kumjibu D Voice baada ya D Voice kuweza kuthibitisha kwamba wimbo wake ambao Meja Kunta alisema kwamba ameibiwa na D Voice e, D Voice, alisema kwamba ule wimbo ni wa kwake. So, akaamua e, kuachana na D Voice na D Voice pamoja na Baba Levo walikuwa pamoja kwenye press moja, na yeye Meja Kunta ameonekana moja kwa moja kumuattack e, bana Baba Levo baada ya Baba Levo kuzungumza maneno haya hapa. Sasa kwa upande wa D Voice na Meja Kunta inaonekana kabisa kama vile bifu lao baina ya hawa wawili, eh, bana limetamatika na hakuna kitu chochote ambacho pengine labda kinaweza kikawafanya wakaingia kwenye migogoro kama ilivyokuwepo hapo awali kwenye mitandao ya kijamii. Inaonekana kabisa kwamba kuna ugomvi baina ya Meja Kunta pamoja na D Voice kuibiana wimbo na vitu kadha kadha. Lakini sasa hivi ni kama vile mambo yamekuwa, eh, safi kabisa baada ya D Voice kusema kwamba anamheshimu Meja Kunta kama kaka yake lakini pia mashairi ya wimbo ambao ametoka kuachilia this time around pamoja na mwanadada Zuchu e bana, wimbo ambao unakwenda kwa jina la Baby. So ni kwamba Baby mpya huo wimbo ni wimbo wake D Voice na mashairi ambayo yapo mule ndani yote ni ya kwake mwenyewe. So kwa upande wa wewe ambaye ni mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, usiche ku like ku subscribe ku share e bana, utakuwa umetisha kinao manoma chao.